Na Jean Charles Ahoua nyota ambaye kiukweli kabisa amekuwa na msimu bora kwelikweli na kikosi cha Simba Sports Club, michezo ishirini na nne amefunga magoli kumi na tano akitoa asisti mara nane ukijumlisha hapo unapata jumla uh, mabao ishirini na tatu amehusika nayo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, Simba. Ukiachana na Jean Chale Awa, nyota mwingine ndani ya kikosi cha Simba mwenye takwimu nzuri ni basi, huwezi kumwacha kumtaja Fabrice Luamba Ngoma, napenda kumwita Captain Fantastic, kiukweli mchezo ishirini na tatu magoli manne anaasisti mpaka hivi sasa, wakati kiungo mwingine ndani ya kikosi cha Simba Sports Club mwite Captain Lucho awesu awesu, namba zake ndani ya kikosi cha Simba Sports Club michezo kumi na saba magoli mawili, akitoa asisti mara moja, jumla amehusika katika magoli matatu. Wakati nyota mwingine wa nne ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ni kiungo Debora Fernandez Mavambo, mwite Dibra Mavambo, mechi ishirini na mbili amefunga bao moja ametoa asisti mara moja, juma amehusika katika magoli mawili. Hawa ni viungo ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Huwezi kuwacha uh, kwa mafanikio ya Simba haya mpaka sasa hivi, kumwacha kumtaja Jean Charles Ahoua pamoja na Fabrice Luamba Ngoma katika hawa wachezaji wanne kab kabisa kabisa na hiyo uh, ni safu ya ya ya kiungo ambayo mm unaiona wamekuwa na performance nzuri sana. Uh, unaweza ukaona mechi nyingi mfano kama uh, uh, Ngoma mm. mechi ishirini plus ana goli nne. Kwa mtu ambaye anaangalia mechi ile katika hali ya juu juu, yeah, anaweza kusema mbona amecheza mechi nyingi alafu ana goli chache namna hiyo, ni majukumu ambayo yuko nayo uwanjani mm, uh, Ngoma anafunga ikitokea, lakini sio jukumu lake namba moja uwanjani. Jukumu lake namba moja uwanjani uh, ni kuzuia ama kulinda mabeki ama, ama kulinda safu yake kwa maana ya kiungo mkabaji hmm. Lakini ni moja kati ya watu ambao moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa bora sana kwenye kupiga pasi ambazo zimekuwa zikivuka kabisa kutoka eneo moja kwenda eneo la pili. Uh, ukiangalia anafunga uh, hawa, hawa kwa sababu anacheza zaidi karibu na goli hmm. Yani, eneo analocheza ni karibu na zaidi na goli na ndio maana pia hata namba zake umeona zimekuwa na ubora mkubwa sana na ni moja kati ya wachezaji ambao uh, naamini na, na, na mwisho wa siku kwenye kwenye kwenye kwenye kinyang'anyiro cha, cha cha MVP, kwa maana ya mchezaji bora wa ligi, sitarajii kumkosa kuona kumuona kwenye kwenye kwenye hilo eneo kwa sababu ya kile ambacho amekionyesha. Mechi 24 amehusika kwenye goli 23. mm-hmm. lakini hata namna ambavyo kiwango chake kilivyo, uh, namna ambavyo anacheza, namna ambavyo amekuwa akiunganisha timu kati ya kiungo ya chini mpaka na na, na, na, na, na safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo unaona namna ambavyo amekuwa na ubora mkubwa sana. Kwa hiyo uh, Awesu naye amekuwa ni bora sana changamoto pia anacheza mbali kidogo na goli, kwa hiyo ndio maana unaona kwenye, kwenye, namb kwenye namba ya, ya, ya mechi mm, na namba ya magoli imekuwa ni tofauti sana. Kwa mtu akiangalia mechi kumi na saba goli moja anaona ah, mbona kama goli chache sana mm, lakini kwa namna ambavyo anacheza anacheza chini zaidi, yeye anazuia zaidi kuliko kuliko mm, kwenda kushambulia. Kwa hiyo nafasi yake aliyokuwa nayo, majukumu yake uwanjani, ndiyo ambayo anampa namba hizo ambazo zimetokea hapo. Sawa.